Jitihada za rais wa Marekani katika upatanishi wake na kumaliza vita vya Israel na Gaza huenda unaweza kufanikiwa, kwani penye nia pana njia, waswahili walisema. Rais huyo ametoa taarifa mpya yenye matumaini kupitia ukurasa wake wa Truth kuwa Hamas wamekubaliana na mpango wa amani na kuongeza kuwa kwa hatua hiyo sasa Israel ni lazima isitishe mara moja mashambulizi ya mabomu huko Gaza. Hii ni TriGen Media. Ninaamini wako tayari kwa amani ya kudumu. Israel lazima isitishe mashambulizi ya mabomu huko Gaza, ili tuweze kupata mateka kwa usalama na kwa haraka, umebainisha ujumbe wa rais Trump. Hamas kwa upande wake, wanasema wanakubaliana kuwaachia mateka wote wa Israel walio hai na waliokufa, kwa mujibu wa mpango wa mabadilishano hayo uliopendekezwa na rais Trump, huku akisisitiza kwamba masharti ya ubadilishanaji huo lazima yazingatiwe. Wakizungumzia hatima ya Gaza na haki za watu wa Palestina, Hamas wanasema kuwa hilo ni jambo linalotegemea msimamo wa kitaifa unaozingatia sheria na maazimio husika ya kimataifa na ni jambo ambalo linachambuliwa zaidi kitaifa ndani ya mfumo wa kitaifa. Hata hivyo, majibu ya Israel huenda yanaweza kuwa na ukakasi kidogo, kwani kupitia ofisi ya Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu wametoa taarifa yenye mistari miwili tu ya maandishi, wakisema kuwa taifa hilo litashirikiana na Marekani kuhusu mpango wa Trump wa amani. Hata hivyo, kutokana na majibu hayo ya Hamas, ni kwamba Israel inajiandaa kutekeleza mara moja awamu ya kwanza ya mpango wa Trump kwa kuachia mateka wote inaowashikilia. Taarifa ya Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu iliyotolewa kwa lugha ya Kiebrania imesisitiza kuwa Israel itaendelea kushirikiana kwa karibu na rais Trump katika utekelezaji wa mpango huo, kwa athari zilizosababishwa na vita hivyo vya Gaza hadi sasa, ikiwemo swala zima la vifo vya idadi kubwa ya watu. Iwapo rais Donald Trump atafanikiwa kuumaliza mzozo huu, atakuwa amejiongezea kitu kikubwa katika uthubutu wake wa kuingilia kati mgogoro mkubwa ambao mataifa mengi yamesimama mbali nao. Hii ni TriGen Media.